Karibu sana hapa kwenye Kokoto kwenye kiatu na leo nitaanza kama mfumo ya, ya video nne ambayo itahusika na eh, Ukristo katika historia na hasa tukio moja katika historia ambayo ni kikao cha Nicea iliyofanyika mwaka 325. Nimefikiria kufanya video kuhusu Nicea kwa muda kidogo kwa sababu ninaona mara nyingi watu wanapo comment video zangu au za wengine, wakati ninaangalia eh, video za wengine pia, wanaleta eh, kikao cha Nicea na wanatoa tamko mbalimbali ambayo hazina ukweli wowote na hazina msingi katika historia, na ni, ni kikao iliyofanyika Nicea mwaka wa 325 ambayo leo E, ukitaka kujua ni wapi inaitwa Iznik na iko Uturuki. Itaonyesha kwenye ramani kidogo, kama unapenda kujua ilikuwa inafanyika wapi kijiografia. Na kama nilivyosema, watu wengi wanatoa tamko fulani juu ya Nicea, wanasema hii ilifanyika, hii ilifanyika, huyu alifanya hii na huyu, na sababu ilikuwa hii na hii na hii na hii na hii, na nataka kufanya e, kwa namna moja ambayo nafikiri itatusaidia kuelewa nini ilifanyika na kuna msingi gani kwa yale aliyofanyika na nini haikufanyika kwa sababu ya msingi fulani. Kwa hiyo nitafanya video nne, hii hapa ikiwa ya kwanza, na tutaangalia leo katika kipindi hiki madai yaliyopo ambayo si za kweli. Nitaziorodhesha ambayo nimezipata ambayo nitazishughulikia e, halafu nita onyesha pia nini ilizungumzwa. Nitaweka orodha ya mambo ambayo kweli yalizungumzwa katika hiyo kikao, kwa kifupi tu, tutayapitia vizuri zaidi huko mbele. Video ya pili tutaangalia historia kabla ya kikao, yani kabla ya mwaka 325, na tunafanya hivyo kwa kuweza kuweka msingi ya kukanusha uongo mbalimbali ambayo zinaletwa, lakini pia kuthibitisha mingine ambayo tunasema, kwa hiyo tunahitaji kujua tunasema ni muktadha wa, wa, wa tukio yenyewe. Video ya tatu tutapitia yala yale ambayo kweli yaliongelewa katika hiyo kikao. Tutamaliza hiyo na matokeo yake. Halafu ni tutaangalia kuna nini ambayo labda ilianza kuongelewa pale, lakini ilikuja kukamilisha baadaye katika historia. Hivyo ndio mtiririko ambayo nimeifikiria. Kwa hiyo kama nilivyosema leo nitaorodhesha mambo yasiyo kweli kuhusu kikao cha Nicea, halafu pia nitajaribu kuorodhesha e, e, mambo ambayo kweli yalifanyika pia. Kwa hiyo tuanze na yale ambayo hayakufanyika. Basi, hawakuunda ukristo katika hiyo kikao. Kristo likuwepo tangu zamani, hiyo nitaweza kuonyesha. Hawakuunda fundisho la utatu, hawakupanga vitabu vya Biblia hayo yote watu wanadai kwamba walifanya katika hiyo kikao e. na kuna watu ambayo wanasema kwamba walipanga vitabu juu ya meza vyote ambayo walikuwa navyo, halafu wakamwomba Mungu. Mungu akaleta mtikisiko na vitabu ambayo hakuvitaka vikaanguka chini na vingine vikabaki juu ya hiyo meza, halafu ndizo wakazichomoa ndani ya agano jipya. Sasa hiyo sio kweli, ni watu wametunga, katika historia hayana msingi wowote katika ukweli. E, wengine wanasema Konstantin aliwalazimisha maskofu kukubali kuwa Yesu ni Mungu. Hiyo sio kweli. Hawakuunda upapa, hiyo pia watu wanaleta wanasema, kati, e, kanisa Catholic, hapo ndo wakaanzisha kanisa Catholic na ndo wakaunda system ya upapa ambayo inatumika pale. Hiyo sio kweli. Hawakupanga kwamba Jumapili ndio hiyo siku ya sabato. Hiyo pia haikufanyika katika kikao hiyo e, na, Konstantin hakuamrisha Ukristo uwe dini ya kitaifa. Hiyo ni, ni moja wapo ambayo inadaiwa sana. Okay. Kwa hayo yote ambayo nimeorodhesha pale nitakuja kuonyesha katika vipindi vinavyofuata, sio katika kipindi hiki. Vinavyofuata tutaangalia kila kipengele na tutaangalia vipi tunaweza kuikanusha. Basi tuangalie mambo ambayo yalifanyika na sababu ya kufanyika kikao. Kwanza kabisa Konstantin alikuwa kaisari wakati huo na aliitisha hiyo kikao. Alifanya hivi kwa sababu kulianza kutokea mvutano kati ya mafundisho na watu walikuwa wanahubiri hivi na wanahubiri hivi, na alianza kuhisi kwamba hiyo ikizidi inawezekana ikaleta vurugu ndani ya taifa lake. Kwa hiyo akawaita maaskofu, akasema kwamba lazima mtu tatue dini yenu, mkubaliane kupata amani. Kwa hiyo yeye alihitaji amani katika taifa yake, ndio maana akaitisha hiyo kikao. Tatizo kuu iliyokuwepo wakati huu ilikuwa ni kujadili swala ya Arian ambaye alikuwa ni, ni askofu moja au uariani ambaye ilikuwa ni fundisho lake na, na alifundisha utatu wa tofauti na Wakristo wengine, na ilikuwa namna ya kuelewa uungu wa mwana katika utatu hapo ndo walikuwa wanatofautiana, hiyo ilikuwa ni kesi, sio kitu kingine e. Waliweza kukanusha mafundisho ya ariani, kwa hiyo hayakukubaliwa kama mafundisho halisi ya Kikristo. Waliandika kanuni ya imani ambayo leo inafahamika kama kanuni ya imani ya Nicea, na hiyo tuta, nitakuwa nayo na tutaweza kuisoma. Pia walipanga tarehe katika kalenda ya kusherekea Pasaka na e, wakati ule ulikuwa ni kwamba unajua, kama kawaida, kama leo ni siku yako kuzaliwa ni tarehe saba, mwaka kesho itakuwa e, ni, ni Jumamosi tarehe saba we, e, mwaka ujao nafikiri itakuwa ni Jumapili, alafu inaendelea hivyo. Kwa hiyo kuna watu ambayo walifuata e, tuseme tarehe rasmi ya kusherekea Pasaka, ambapo wengine wakasema, hapana, ni bora tufuate siku ndani ya wiki ya matokeo, yani Ijumaa, Jumamosi, Ijuma na Jumapili. Alisulubiwa Ijumaa au hasa kuanzia Alhamisi eh, na kuendelea mpaka Jumapili alipofufuka. Kwa hiyo wakaiweka ndani ya nafikiri mwezi fulani, in, inakuwa ni wakati fulani ndani ya mwaka na wakati wa Pasaka unaanza Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Ijuma na Jumapili hiyo ndio ilikuwa na kwa kuna makanisa mengine wanaanza hata nafikiri mwezi mzima kabla ya Pasaka kwa namna ya kufunga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo iliwekwa kama, kama kanuni, ingawa hata leo makanisa mbalimbali wanasherekea Pasaka katika tarehe tofauti kidogo, najua. Alafu waliandika kanuni ishirini kama sheria za imani ya Kikristo. Hiyo ndio kazi walioifanya, kwa hiyo hizo ni, ni, hayo ni mambo ambayo yalifanyika katika hiyo kitikao na tutayapitia yote. Tutaangalia kuna rejea gani na kila kitu, nitajaribu kupata rejea nzuri ambayo wewe unaweza ukaifuata kufuatilia na kusoma mwenyewe. Utahitaji kusoma Kiingereza lakini zitakuwepo, unaweza ukaenda kufuatilia. Kwa hiyo tunapoendelea, tutaangalia muda uliotangulia kikao cha Nicea. Tutachunguza kama utatu ulikuwa umekwisha kueleweka kama fundisho katika kanisa, maana hiyo itakanusha kwamba waliunda utatu, si ndio? Kama vitabu vya kanisa vilikuwa vimekwisha kuwekwa kanuni hiyo tutaangalia, kama Wakristo walikuwa wamekwisha anza kuabudu siku ya Jumapili, e, pia hali ya uhalali wa dini ya Kikristo, kwa sababu ilikuwa e, kabla ya, ya, ya nafikiri kuanzia Mwaka wa, mpaka mwaka mia tatu na kitu. Mwanzo kabisa pale ilikuwa si halali kuwa Mkristo, unaona, hukuruhusiwa kuwa Mkristo, alafu ikapata kibali cha, cha kuto kuuawa kama wewe ni Mkristo, alafu ikahalalishwa na mwisho, baada ya Konstantin ikawa ni, ni, ni, ni dini ya kitaifa ilitangazwa hivyo. Kwa hiyo tutaiangalia. Kwa hiyo tuta video hii inaishia hapa. Kwa hiyo nimetaka ni, ni tu katika kipindi cha kwanza kuonyesha ni nini nitakayotaka kufanya katika vipindi vya mbele. Kwa hiyo hii hapa ni kama vile kuweka tu msingi wa shughuli ambayo tunaingilia, na kama umefika mpaka mwisho na kama unavutiwa na mambo kama hayo ya kihistoria na kama unataka kujifunza zaidi juu ya Nicea, karibu sana kuendelea kuangalia, na bila shaka Mungu atakubariki katika hiyo. Asanteni sana.